Nikipata na kwa fresh kama mba na kwa ni ke. Bionizke, na dash fungwa ukamba. Mimi ndio pasiiza a wa jiji la Mwanza nashurshika kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 29 mwezi wa kumi 2025 kwa sababu nimesikiliza ahadi na sera za mgombea wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa zinaweza kutekelezeka na kukamilika kwa wakati kama alivyoziandaa. Kwani makubwa aliyofanya katika kanda yetu ya Ziwa na anayotarajia kuyafanya, hatuwezi kuacha kumsifu kwa kumpa kura nyingi za ndio, kwa sababu miradi yote aliyoikuta kwa asilimia thelathini ametekeleza kwa kanda ya Ziwa kamilishi baada ametuahidi miradi mingi ndani ya kanda ya Ziwa, mfano shule mpya, ujenzi wa miradi ya maji barabara ya njia nne na ya mwendokasi kwa mkoa wa Mwanza, lakini amefungua fursa za kiuchumi kwa kutumia ziwa Victoria. ya ziwa, tutamrundikia kura zote za ndio Dr. Samia Suluhu Hassan, na sidhani kama kuna kanda nyingine itaweza kufikia kura za kanda ya ziwa. Ndugu wananchi, ni wakumbushe tiki ni tatu, chagua Samia, chagua sisi.